Barabara ni nzuri sana hii, nzuri sana ni barabara ya kiwango cha juu sana. Nilikuwa naongea na, na mheshimiwa mbunge uh, mwenzangu hapa na alikuwa ananiambia na, akanipa mpaka neno la kilatini linasemaje, bwana, Les ipsa loquito, hmm? Yaani maana yake kitu kinajisemea chenyewe. Kwa hiyo barabara hii ukipita, mheshimiwa msaikimea inajisemea yenyewe Mheshimiwa diwani, no. inajisemea Kapita yenyewe, lakini wananchi wenzangu tumeanza tayari kulitumia hili kama dampo Chana. hatutaweza kuendelea namna hii, yaani tukiendelea ku, kuanza kutupa takataka barabara hatujakabidhiwa, tumeanza kutupa takataka huku msaiki, hii sio sawa, sio? tutoe elimu kwa kwa kwa ndugu zetu, hii haitakuwa na afya tuendelee kutoa elimu kwa ndugu zetu hii imetengenezwa kwa ajili yetu wala niwaambie ukweli sio kwa ajili ya mheshimiwa rais ni kweli eh? sio kwa ajili ya mheshimiwa rais mheshimiwa rais Mweshimi ametuletea sisi ndio wanufaika kwa hiyo tumheshimishe kwa, kwa kuto kufanya vitu hivi ambavyo havina, havina maana tu, tu, tu, tuweke pia na penalti mtu akikutwa ametupa takataka humu tuyafuate tu, tu, tu, tu. Unajua, tunaweza kutoa maelekezo tu halafu hatuyafuati wala hatuwafuatilii utekelezaji wake. Kwa hili mstahiki, nikuombe sana ni kuombe sana, sana mstahiki. Eh, maelekezo yapo yafanyiwe kazi eh. Sasa hizi snacks ndogo ndogo hizi tuzifanyie kazi ili watu waweze kuinjoi maono maono ya Mheshimiwa Rais, ni fedha nyingi sana zimekwenda hapa. Meniambia kilomita ngapi, jumla kumi na mbili pointi nane tano, tumetumia shilingi bilioni 19.6. Ni fedha nyingi, lakini kama tunavyosema, imeitwaje tena, res ipsa loquito, hii inajisemea yenyewe. Kwa hiyo tumalizie hizi snacks ili tuweze kutoa kitu kizuri kabisa, na wananchi na Watanzania wenzangu wote tuendelee kubaki na tabasamu. Msaiki, hutaki kubaki na tabasamu? Taki, taki. Yeah. Mheshimiwa Waziri, karibu kwenye mradi wetu wa TACTIC uh, manispaa ya Morogoro uh, Morogoro ni kati ya halmashauri 45 ambazo zilikuwepo kwenye mradi wa TACTIC na tupo kwenye kundi la kwanza ambalo tumeanza miradi miwili. Mradi wa kwanza ndio huu ambao tupo ambao mpaka sasa tumefikia asilimia 94.51 ya utekelezaji. 94.51 94. Yes. Na gharama ya mradi huu ni bilioni 19.6 mpaka sasa mkandarasi amelipwa bilioni 13.4. mm -hmm. Na kwa sasa anaendelea na kazi za umaliziaji ambazo ziko nje ya sehemu ya kupita magari kwa maana ya mifereji na vivuko. kwa sisi kwa, kwa kifupi tunafurahishwa sana na hiki na tunaomba Mwenyezi Mungu awasaidie wa waendeleza na sehemu zingine tofauti na hapa na tunaishukuru serikali wa, kwa wa barabara hii kuanzia makutano ya barabara mpaka inapoendelea. Kwa kweli ujenzi wake tumeupenda na tumefurahishwa sana. Tunaishukuru sana serikali ya Mama Samia kwa mambo mengi anayotufanyia, kwa sababu ya miundombinu ya barabara iko safi na tunafurahi kwa hicho, na mji unazidi kutanuka kwa sasa tofauti na miaka Mama Samia, kwa tunasema, Mama Samia, oh ya nyuma hiyo tunasema Mama Samia oye!